Hali hizi ama dalili hizi sio za kawaida kwa mwanamke, na ikitokea ukaona mojawapo, usiipoteze wala kuipa nafasi, kwani wanawake wengi wamekuwa wakiona hali ambazo sio za kawaida, wanasema ni za kawaida. Mwisho wa siku wanachelewa kutafuta tiba na hali zile zinakuwa kubwa na kuwa matatizo ndani ya mfumo wao wa uzazi. Dalili nambari moja ni kujikuta unatokwa na uchafu wa aina yoyote, yaani ukivua, ukivu nguo yako ya ndani unakuta uchafu umeganda. Hii hali usifumbie macho hata kidogo. Lakini dalili ya pili ni kujikuta mzunguko wako wa period unabadilika. Dalili hii siyo ya kawaida, haijarishi ni mara ya kwanza au mara ya pili. Lakini tatu ni kujikuta unapata maumivu makali wakati wa period, tangu unapoanza period mpaka unamaliza. Yani ni maumivu makali. Hii sio hali ya kawaida, na usifumbie macho. Lakini dalili nyingine ni kujikuta unapoteza ute wa ovulation, wakati mwanzo ulikuwa unaupata. Hali hii sio hali ya kawaida. Lakini hali nyingine ni kujikuta una unapata maumbile makavu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama unapata maumivu makali wakati wa tendo. Hali hii pia sio ya kawaida na usifumbie macho. Kama uliwahi kupitia hali hii ama kwa sasa unapitia, hakikisha unachukua hatua mapema, kwani hiyo ni dalili inayoashiria kuwa kuna tatizo ambalo lipo ndani ya mfumo wako wa uzazi. Na usipochukua hatua, hiyo ndio itakuja kupelekea mirija kuziba ama kukosa ujauzito kwa baadaye. Usisahau, nimekuwa nikiwasaidia wengi wenye changamoto za uzazi na wanapona moja kwa moja.